Mwaka wa 2024 ni mwaka ambao ulikuwa umejawa na kisungumkuti. Hii ni baada ya wanarika maarufu Gen Z wakiamua na kusimama imara kupigana na haki zao, kutetea haki zao za kibinafsi. Hii ni baada ya ushuru ambao uliongezwa, ambao ushuru huo ulitatiza mpaka masomo ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Tarehe 25 mwezi Juni mwaka huu, David Chege, Elxolo Mutisia, elishni walipoteza uhai wao. Hii ni baada ya maandamano ambayo walikuwa wameandamana wakitetea haki zao za kibinafsi. Siku hii ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2025, Aipoa ilitamka kuwa mali iliyoharibiwa ni bunge la taifa, jengo la mahakama ya juu na jumba la jiji hayo ya kijili. Hii ni kutokana na shirika la BBC ambalo limefunua fumbo hili. Kumbuka, wahenga hawakukosea waliposema, fumbo mfumbulia, mjinga mwelevu huling'amua. Nikikufumbulia hayo na mengine mengi zidi, kunifuata katika tovuti za Joskan Media YouTube, Joskan TV, TikTok langu nafahamika kama DN Dirangu. tulipitia zaidi ya picha 150 za eneo la tukio zilizochukuliwa ndani ya dakika kumi baada ya kupigwa risasi. Katika zote ni mwanaume mmoja tu aliyelingana na vigezo vyote kwenye orodha hii. Yeye Erik alistahili kupewa haki. Hatujui kama alifanya uharibifu katika bunge au la, hakuwa mkorofi, alikuwa akitoka nje ya eneo hilo. Wangemkamata, lakini ukweli ni kwamba ulimpiga risasi kichwani, basi ulionyesha wazi nia ya kuua. Umekuwa hakimu, baraza la uchunguzi na mtekelezaji wa hukumu kwa Eric. Mshukiwa wetu hakuwa pale kimakosa, alikuwa akimfanyia mtu kazi. Kwa hivyo swali la mwisho ni nani? Jibu liko katika haya ilichukuliwa dakika saba baada ya mauaji hayo. Kikosi kimesonga, lakini mshukiwa wetu bado yuko nao. Huyu hapa na beji yake, lakini ni nyeupe. Ongeza rangi asilia, nyeusi, nyekundu na kijani. Pia ni sehemu moja tu ya vikosi vya usalama vya Kenya ndio huvaa hivi rasmi wakiwa ndani ya nchi, jeshi Tuliwaonyesha picha hii maafisa wakuu kadhaa katika jeshi la ulinzi la Kenya, jeshi la ulinzi la Kenya. Wote walithibitishwa sare ya mtu huyu ni ya jeshi la Kenya. Hakuna ushahidi hata mmoja unaoonyesha muuaji wa Eric. Lakini kwa kuunganishwa, msururu wa picha ambazo tumefuata zinaonyesha hali mbaya. Vipengele vya mtu huyu vinalingana na mpiga risasi. Sara yake inaonyesha ni mwanajeshi na alikuwa akimlenga Eric huku milio ya risasi ikisikika. Ushahidi wetu wote unaelekeza kwenye hitimisho moja: mwanajeshi huyu alimuua Eric Shieni huku akitoroka. Hicho ni kinyume cha sheria. Si lazima kutumia nguvu zaidi. Eric alistahili kusikilizwa kwa haki, hakustahili hukumu ya kifo. Siku iliyofuata, Rais Ruto alirudi nyuma: nimekubali, na kwa hivyo sitatia saini mswada wa fedha wa mwaka 2024. Tamko alilotoa tarehe 25 Juni. Alisema baadhi ya wa waandamanaji hao kuwa ni wahalifu waliopangwa ambao waliteka nyara maandamano, lakini kwa mauaji ya bungeni, picha iliyonaswa kwenye kamera za waliokuwa pale ni tofauti kabisa. Picha ya kutojali ya ukatili ya damu.